Assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. Eh, walimu wenzangu, eh, waganga wenzangu, wanafunzi wenzangu, sisi wote tunafanya kazi za kitiba, tuna majini, tuna ufalme eh, tuna walimu, tunapandisha majini kwenye rasi zetu, sawa. Ila utapiga lamu kupitia jini, ni muhimu sana na mambo yanaonekana, ila ili uwe mwalimu kweli uwe na elimu, tutafute elimu asa ya shikeli. Sio lazima uwe mganga ndio utumie hii, lakini ni muhimu sana kwa mtu kama anafanya jambo la kitiba kwa elimu. Ili uwe khalifa kwenye dunia hii au khalifa eh, yule bora kabisa, lazima uwe na elimu eh. Kuna sehemu utakwenda uweze kupandisha eh. Kuna sehemu wengi wapo, wengi wapo kama sisi wafaa hizi tiba na anapandisha majini, lakini hawajionyeshi kwenye hadhara fulani. Kama anapandisha majini na anafanya siri, lakini sisi tunajua kama yeye wana majini wanapandisha nafaka hizi, watajiweka tu kwa namna, kwa sababu ya kuficha ficha nini, kwa sababu ya uoga, aibu na nini, lakini ukweli umekuwa kweli. Lakini elimu ni bora sana, itakufanya wewe kufungua ukajua mambo pasipo kuwa na kitu kingine cha ziada, jini au chochote kile. Ina maana ukiapoekaa una elimu ya falaki, una elimu ya sati habari, elimu ya masaa utapata kujua tatizo, shida na mitiani ya mwanadamu yote. Khalifa, eh, kuna majambo watakiwa uyasovu bila kuwa umepandisha muda, hakuna mpaka upandishe. Mgonjwa yuko hapo, anakuja na mgonjwa yuko hoyo hoyo eh? mnakosa eh tatizo la kulitoa tukilisolve, kulikuwa na sala kuja nayo, kulikuwa na muda fulani. Sasa ukitaka kufanya jambo fulani la kutumia masaa zaidi, unaweza kumkosa mtu eh, kuna mambo mengine makubwa. Sasa ukiona elimu, utafahamu kitendo cha kukufikia wewe hey, tu unajua hii hey, hapa ni kitu gani cha kufanya jambo kwa uchache, kupoza hey, hata first aid kama unatume majini wewe, ya first aid utaendelea wapi? au utakalili tu nikachukue sui eh, nini ivumbasi nikachukua sijui nini mgome, sio kitu fulani sio, kachukua gome la fulani, maana sio kachukua mti gani, yani unadhania. Kwa sababu tumekalilishwa sana, miti yote ni dawa, lakini mingi yao tumekalilishwa. Unaambiwa mti mmoja afanye kazi zaidi. Hapana, kuna nyingine nyingi, tumekalilishwa. Mtu akija tu hivi na hivi, si nini, ivumbasi, hivi na hivi unamfuta? Hapana, hey, Tutafuta elimu itatufaa sana. Mimi nasisitiza wenzangu, kwa sababu najua faida yake. Mimi ni miongoni kama nyie, mimi nikipo kama nyie, yeye anajua umuhimu wa elimu na na udhaifu wa kutokuwa na elimu kwenye majabu ya kitiba. Tuwasiliane, tupeane maarifa. maili matatu mimi napatikana Chamanzi Mbande, Chamanzi shule. Ukifika Chamanzi shule, tuwasiliane, utafika kwangu. Twasani kwa namba za simu sifuri saba hamsini na nne hamsini na mbili arobaini na saba arobaini na tano. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum.